Waliompombana naliaabato tofautikihudumu neno Amen. Warumi 1:16 inasema, kwa maana siionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu, haleluya, kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza, na kwa Myunani pia. Roho Mungu kupitia Paulo anasema kwamba sione haya injili kwa sababu injili ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu, sema amen. Na neno wokovu unaweza ukalichukulia uh, kwa juu usielewe kwa kina, lakini mtaelezea kwa kifupi neno wokovu ambalo limetumika hapa, neno soteria ambalo linamaanisha ukombozi, haleluya, uhifadhi, usalama wokovu, haleluya, utimilifu. Anasema sionei haya injili kwa sababu ni uweza, ni nguvu za mungu ziletazo nini? Utimilifu, sema amen. Kwa hiyo kama umekuja hapa jioni ya leo na kuna kitu kimepungua kwenye maisha yako, utaondoka na kila kitu kimetimia kwenye maisha yako, kwa sababu injili ni uweza wa Mungu, haleluya, uletao uzima, uletao afya, haleluya Mungu Amen. Amenituma hapa jioni ya leo, amenituma na habari njema. Amenituma Amen. Amen. na Amen. Amen. Habari njema nimekuja na habari njema, njemase anasema sionei haya injili. Neno injili ni habari njema, habari njema na na nimekuja na habari njema leo. Pengine una maumivu kwenye mwili wako, pengine kuna kitu hakiko sawa eneo lolote la maisha yako, nina habari njema kwa ajili yako. Sema amen. Nitaongelea injili kwa maeneo kadhaa. Habari njema ambayo nimekuja nayo na kwako, ni habari ya neema. Sema amen, ni habari ya neema, the gospel of grace. Yohana 1:17, Yohana 1:17 Wakati bidii anafungua, utafungua Biblia yako, anasema kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Anasema neema na kweli Musa. alikuja na torati ya Mungu, alikuja na sheria, lakini Yesu Kristo alipokuja alikuja na neema amen, amen. Tuko kwenye kizazi cha neema, tuko kwenye agano la neema. Anasema neema na kweli ilikuja kwa, kwa Yesu Kristo. Haleluya. Unapoongelea neema unaongelea zawadi ya Mungu, unaongelea zawadi ya Mungu. Hello. Najua wakati tukiwa shule ulikuwa unaambiwa ukiwa wa kwanza nitakupa zawadi, ukiwa wa kwanza ukapewa zawadi sio zawadi, umepewa reward. Reward unapewa kutokana na ulichofanya, lakini zawadi unapewa bila kujali nini umefanya sema amen. Neema ni zawadi ya Mungu. Neema ni upendeleo wa Mungu. Neema ni uzuri wa Mungu. Neema ni kibali cha Mungu kinachotolewa bila kuangalia ustahili wa mtu. Haleluya. Pengine mtu anaweza akawa anawaza pengine sistahili, au wengine anawaza huyu wastahili, lakini habari njema niliyonayo ni habari ya neema. Haleluya ambayo haihitaji ustahili, amekustahilisha tayari. Nyosha mkono wako, jisema amenistahilisha tayari. Sema tena, amenistahilisha tayari. Aleluya a ikipenda asha ya na asha karibu na mlango a aleluya. Warumi tatu ishirini na moja kusema na mwalimu, naniletea habari ya neema, lakini mimi ni mdhambi sana, mimi nina makosa sana. Sikiliza anachosema anasema, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Mstari wa 22. anasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo, kwa wote waaminio, kwa waaminio ni kwa wote wakigezwa, ni kimoja tu, wote waaminio. Haleluya! anasema imani, na anasema hii haki kuhesabiwa huku haki kuna kuja kwa imani, sio imani yako, sio imani kwamba una tabia nzuri sana, sio imani kwamba una matendo mema sana. Imani kwa nani? Katika Yesu Kristo. Haleluya! Mstari, endelea anasema kwamba mstari wa 22 kati anamalizia, anasema kwa wote waaminio, maana hatuna tofauti. 23 kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Aleluya, mstari wa 24 anasema wanahesabiwa haki bure, kwa neema yake haki tunahesabiwaje? Bure kwa neema yake. Ndio, mkono wako juu, sema nimehesabiwa haki bure, sema nimestahilishwa bure. Haleluya! Kwa hiyo kama unahitaji uponyaji leo, utapona bure, sema amen. Haleluya! Kama unahitaji mabadiliko kwenye maisha yako leo, utayapata bure, sema amen. Mwingine amekaa anasema, mwalimu, angejua nilichofanya jana leo, sidhani kama nitatoboa. Utatoboa katika jina la Yesu kwa sababu ni neema na hii ni bure. Sema imani, aleluya. Anasema kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, sura 25. Hmm. Anasema ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Anasema upatanisho ambao tunaupata ni kwa njia ya imani, utapomwamini yeye umepatanishwa na Bwana, aleluya anasema ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa dhambi zote zilizotangulia kufanya. Anasema apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabia haki amwaminie Yesu. Kwa hiyo wanaohesabiwa haki ni wanaomwamini Yesu, sema amen. amen. Haleluya, sio ambao wana vigezo fulani Unapoongelea neema unamwongelea Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo ni neema ya Mungu. Aleluya, neema ni upendo wa Mungu uliodhihirishwa. Siika unanisikia? Ni upendo wa Mungu uliodhihirishwa na Yesu Kristo. Alikuja kama udhihirisho wa upendo wa Mungu kwa wanadamu. Sema ninasikia. Warumi tano nane. Aleluya. Nasikia vicheko nyumbani mwa watu usiku wa leo, sema amen. Nasikia shangwe nyumbani kwa watu leo, anasema bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Haleluya. Anasema ingali tukiwa wenye dhambi Yesu alikufa kwa ajili yetu angali tukiwa hatutake hata kumsikia, alikufa kwa ajili yetu. Sema amen. Nimekuletea habari njema na neema leo kwamba kabla hujawaza kupatia wala kukosea, Mungu alikupenda. Mungu alikuja kwako bila kuitisha kamati, kujua kama utamchagua bila kumchagua. Haleluya. Waefeso mbili nane inasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu ni kipawa. Neno kipawa ni zawadi. Anasema ni zawadi ya Mungu. Haleluya, sema, haitokani na mimi, haitokani na matendo yangu, ni zawadi ya Mungu. mstari wa tisa Anasema wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu Amen. Kwa hiyo utapona leo sio kwa sababu una tabia nzuri sana. Sema amina. Utaondoka na ushuhuda wako kwa sababu Mungu alikupenda tatonga awali Sema amen. Haleluya Sio kwa matendo mtu awaye yote ajisifu. Kitabu cha Luka kuna hadithi nzuri na wengelewa pale Luka 19 mstari wa kwanza Luka 19 mstari wa kwanza. Hii ni habari ya ndugu yetu mmoja anaitwa Zakayo. Najua wengi tukiwa katika uh, darasa la Biblia uh, inaitwa Sunday school. Si sindio, tulijifunza habari za Zakayo. Baada ya Sunday school wengi tujifunze kuhusiana na Zakayo. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru. Sasa wengi ukisikia mtoza ushuru unawaza kwamba Zakayo alikuwa TRA. Hapana, moja, nikueleze watoza ushuru walikuwaje zamani. Israel ilikuwa iko chini ya utawala wa Roma, sawa? Kulikuwa kuna baadhi ya Wayahudi wachache wenye fedha ambao walikuwa wananua maeneo, wakinua hayo maeneo wanapewa hati na haki ya kukusanya kodi kwenye hayo maeneo. Hello? Kwa hiyo mtu alikuwa ni akiwa mtoza ushuru, alikuwa ni mtu Msaliti. Kama tunatawaliwa na wageni, wewe umeenda kutununua kutoka kwa wageni, sio ili tupate uhuru ili ututoze ushuru, halo? Kwa mtu ambaye alikuwa ni mtoza ushuru, alikuwa ni mtu ambaye sio mtu pendwa kabisa. Haleluya, anasema naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, twende chap, chap. Pili, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja ama, ili uwe mtu utakaoshauri lazima uwe mtu mwenye hela, maana ilibidi uwe unaweza kununua eneo. Anasema Zakayo alikuwa mkubwa mmoja. Haleluya. Unaweza ukawa upendi sifa za Zakayo, lakini alikuwa ni mkubwa mmoja, sema amen. Unaweza ukawa uzani kama wewe ni mkubwa lakini utaondoka hapo. Hey. Watasema nilikuwa nimeenda Super Saturday na nilikuwa nimekaa na mkubwa mmoja. Haleluya katika watoza ushuru naye ni tajiri. Haleluya. Mstari wa tatu, huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Aleluya. Zakayo alikuwa ni mkubwa mmoja, nimependa hii. Haijalishi mwonekano wako, alikuwa ni mfupi wa kimo, lakini Bibilia linamwita alikuwa mkubwa nini. Aleluya alikuwa anataka kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, lakini hakuweza kumwona kwa sababu watu walikuwa ni wengi, naye alikuwa ni mfupi wa kimo. Mstari wa tatu, wa nne: akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Mstari wa tano: na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo. Angalia jirani yako, mwambie, Yesu anajua jina lako. Mwambie tena Yesu anajua jina lako Zakayo. Alikuwa ni mtu mwovu, lakini Yesu alipomuona juu ya mti akasemaje? Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Sema amen. Yeah, yeah, yeah. Ni habari ya neema, sema amina mtu, yeah, yeah, ambaye alikuwa ni mwovu asiyefaa, lakini Masia alisema nataka kushinda kwako, elo, yeah, yeah, nangoja nikuambie, neema ya Bwana inajua kuubadili moyo Yesu wakati akiwa anapata mlo pale nyumbani kwa Zakayo, Zakayo akaanza kuchukua kitabu cha cheki. Akasema ninagawa, ninarudisha kwa wote niliowachukulia. Ni, eh! Hey! Shika unanisikia. Unasema mwalimu unatuambia tu kuhusiana na neema au tuambie kuhusiana na tabia nzuri, kwa hiyo tutakuwa ta na tabia mbaya. Sikiliza. Ukianza kuelewa neema ya Bwana, utasema yule kaka na mblok, yule dada, eh! Hey! Shika unanisikia. Kwa sababu ni wema wa Bwana unaotufanya tutubu, unaotufanya mioyo yetu ibadilike hkuubiriwa chochote kuhusiana na uovu wake. masiwa Bwana alikuwa amekaa pale anapata msosi, akimwangalia Yesu, anaona upendo wa Mungu machoni mwake. Akasema no mimi leta leta ni movu kitaucha ceey nimekuletea habari ya neema. jioni ya leo Yesu anataka kushinda pamoja nawe. Kama ujampokea Yesu, utaondoka naye leo leoema mstari wa sita akafanya haraka, akashuka akakaribisha kwa furaha. Mstari wa nane hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi, na kuambia utafanya mambo makubwa. Wanung'unike wasinung'unike, ni habari ya neema. Sema amen, it is grace, ni neema yake. Haleluya! Kwa sababu ya muda nitakimbia. Nimekuletea habari ya neema leo nimekuletea habari ya neema leo, nimekuletea habari nzuri ya amani. Helo, wengi wakipata picha ya Mungu wanamwona Mungu mwenye hasira, Mungu ambaye ame